Rais Ruto alitumia uh, sikukuu ya mashujaa kutoa ahadi za kumaliza miradi ya maendeleo maeneo ya Ukambani, akiahidi ujenzi wa barabara, mabwawa na kuimarisha kilimo. Akiwahutubia maelfu ya wakazi wa Ukambani, Rais aliwakosoa wanasiasa wa upinzani kwa kukosa mpango wa kuendeleza siasa zisizo na maendeleo <mulia> Kwa maelfu ya wakaazi wa Kitui na maeneo mengine ya Ukambani waliofika kwa sherehe za mashujaa, siku hii ilikuwa ya kipekee kupata kumsikiza Rais William Ruto ambaye kwa mara mbili sasa amesitisha safari yake Ukambani. Ziara yake ya wiki jana ilikatizwa kufuatia kifo cha Raila Odinga. nilikuwa nimepanga safari ya siku tano hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani lakini kwa sababu ya msiba tuliopata, hiyo ziara yangu sasa nitaipeleka mbele kidogo. Wiki mbili zijazo, mimi nitakuwa hapa. Rais Ruto akisema ziara yake ni kuhakikisha eneo hilo linapiga hatua kama maeneo mengine nchini kwa kuendeleza miradi iliyokwama. Mulituuliza tujenge barabara kutoka Kibwezi na mulisema hiyo barabara iende mpaka ishikane kule Mwingi. Hiyo barabara tulijenga ikakuja ikakwama mahali fulani pale. Sasa mimi nataka niwatangazie mahali hiyo barabara ilikwama. Sasa nimetafuta pesa ya kuikwamua kujenga ifike Migwani mpaka ifike Mbondoni iungane na bari, barabara ya kwenda Garissa. Sio barabara tu. Rais anasema matatizo ya ukosefu wa maji ukambani yatafika kikomo chini ya uongozi wake. Tumepata pesa bilioni tisa ya kukamilisha hiyo damu ya twake by April um, may next year that dam will be complete na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Hii uma damu ilianzishwa miaka kumi na tano iliyopita. Sasa hii ni, hii ni aibu kidogo hii damu jameni, mimi nataka tumalize hii damu by next year, hata kama haijafika mwezi wa nne tumalize hiyo damu. Akiwa ngome ya siasa ya kinara wa waipa Kalonzo Musyoka, rais Ruto alitumia fursa hiyo kumpiga vijembe, maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe sijui be tuwe Ukambani ikabaki nyuma haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo, ati maskini jeuri, iko maskini jeuri ya kufanya nini? Ujenzi wa viwanja ukitarajiwa kuendelea Machakos na Makueni ili kukuza talanta za vijana na kuwawezesha kupata mapato. Tumewapatia bajeti ya shilingi bilioni 15, ya kitui tayari tuko na projects ya shilingi bilioni saba. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya kitui town. Hiyo soko kubwa ya kitui town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutaikamilisha. Kwa ahadi hizo rais Ruto amewarai wakaazi kuunga mkono uongozi wake, akiahidi kutimiza yote aliyoahidi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.